Zaidi ya shilingi milioni kumi na tisa alizochangiwa Tundu Lissu zinatajwa kuporwa. Makala hii inakuja na majibu ya maswali kuhusu wizi wa fedha za Lissu ikiwemo ni nani kapora fedha hizi na maswali mengineyo mengi. Sasa twende tukatazame maswali hayo. Swali la kwanza, nani alikusanya michango ya Lissu? Michango ya Tundu Lissu ilikusanywa na makada wa Chadema. Makada hawa wa Chadema wako ndani ya nchi, lakini wengine wako nje ya nchi e, wengi wakiwa Nairobi. Swali la pili, mpaka sasa nani anashikiliwa kwa tuhuma za wizi huo? Frederick Mbwambo kada wa Chadema anashikiliwa kwa tuhuma za wizi huu huku wengine wakitafutwa. Nani kaiba fedha za Lissu? Hilo ndio swali ambalo eh, pengine lina lina lina linasubiriwa kwa hamu sasa. Kwa mazingira hayo, kama aliyekusanya michango ya Lissu na anayeshikiliwa ni kada wa Chadema na fedha hizi zimepotelea katika mikono yao, bila shaka ni wanachadema wenyewe waliohusika na ukusanyaji wa fedha hizi wametoweka na fedha za Lissu. Lakini taarifa ama arabii ya kukamatwa imetolewa na nani? Imetolewa na ndugu yake na Tundu Lissu. Sasa tukio hili linaweza likaonekana kama tukio la kawaida lakini si tukio la kawaida. Tukio hili linaiweka Chadema katika hali gani? Tukio hili linaipotezea Chadema sifa kubwa sana ya, ya kuaminika. Kwa sababu lengo la Chadema ni kujaribu kuaminika kwa kutengeneza mazingira kwamba hawa mliowapa serikali ni wezi, ni mafisadi. Kwa hiyo tuamini nini sisi? Twende tukafanye kazi badala yao. Ndio kazi ya chama cha kisiasa ama ndiyo lengo la chama cha kisiasa. Lakini sasa mchango mdogo milioni kumi na tisa kwa taasisi kubwa kama Chadema inawashushia sifa kwa umma, ile sifa ya kuaminika. Wanaonekana kwamba hawa ndio wezi zaidi. Lakini kama wananchi wanachanga fedha halafu zinaporwa na Wanachadema wenyewe maanake kama hakiaminiki. Sasa tutajiuliza, kama milioni kumi na tisa imeleta mushkil, vipi kuhusu rasilimali za taifa? Vipi kuhusu gesi? Vipi kuhusu almasi, dhahabu, Tanzanite? Kama tumeshindwa katika mambo madogo tu. Lakini pia jambo hili litaipeleka Chadema katika ukata mkubwa wa fedha. Chadema kwa kiasi kikubwa inategemea michango ya wananchi katika kuendesha shughuli zao, wanategemea watu wawachangie. Sasa kama watu wanachanga fedha kwa ajili ya Tundu Lissu, halafu fedha hizi zinaporwa na wanachadema wenyewe, watu wataacha kuchangia, na watu wakiacha kuchangia, chama kitajikuta katika uhaba mkubwa wa fedha uhaba huu mkubwa wa fedha utaleta matatizo zaidi. Chama pengine kitashindwa kufanya shughuli zake, lakini uwizi huu wa fedha unamkatisha tamaa Lissu mwenyewe. Fikiria Tundu Lissu anajisikiaje huko aliko kusikia kwamba fedha ulizochangiwa zimeporwa? Lakini nani kapora? Zimeporwa na wanachadema wenyewe. Kwa hiyo inampa simanzi Lissu, inamwongezea machungu zaidi huko aliko. Kwa nini? Kwa sababu fedha hizi zilichanga kumsaidia Lissu, zilichanga kumsaidia katika gharama mbalimbali, ikiwemo gharama za kuendesha kesi yake. Sasa kama fedha zilizochangwa kwa ajili ya kusaidia gharama za kuendesha kesi yako zimeporwa, maana yake nini? Maana yake nguvu ya wanasheria wanaomtetea itapungua, kwa sababu walitegemea fedha hizo hizo. Lakini uh, hata morali wa Tundu Lissu kuendelea kupigania kile ambacho anakiamini lazima utashuka na hili swala linakwenda kuleta mgawanyiko mkubwa kabisa ndani ya, ya ya ya Chadema. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo limeitia doa kubwa sana taasisi ya Chadema ambayo, e, imekuwa ime, ime na lengo la kujenga kwamba kuaminika. Lengo ni kuwaonyesha watu e, lengo hasa la Chadema, wao wamekuwa wakijaribu kuwaonyesha watu kwamba wao sio wezi, waaminiwe wakabiziwe serikali lakini, sasa kwa matukio kama haya, wanawafanya watu waanze kufikiri mara mbili. Hawa wanasema kweli ama ni maneno tu? Sasa vitendo vinaanza kujionesha katika mambo haya. Kwa hivyo, chadema wanatakiwa e, wajitahmini katika swala hili na waweze kuchukua hatua wa ambazo zitawarejesha tena katika njia. Tukio hili limeleta sintofahamu kubwa, na wakwanza kabisa kuumizwa na tukio hili ni lisu mwenyewe